Asaumu shekhe anasema saumu, saumu kwa maana ya kufunga. wasaumu sharaa al e, lughatan alimsan, saumu katika lugha ya Arabu ni kujizuia, kujizuia. Tukufanya japo antaswahim umefunga eh, ukisema mimi leo sitembei, sitoki, sitoki ndani, mimi leo sizungumzi, kama alivyofanya Mariam wote utahesabika umefunga, lakini sharaa, kisheria, saum wal imsaku anil mufattirati mintulua ishamsi ila ghurubi eh, mintulua ifajiri swadiq ila ghurubi shamsi, ni kujizuria na kitu chochote ambacho kinaharibu somu toka alfajiri ya kweli mpaka litakapozama jua eh. Hii ndio inaitwa somu, nikujizuria kula, kunywa, jimaa na vitu vingine ambavyo vinaweza vikaharibu swaumu toka alfajiri ya kweli mpaka itakapozama jua. Hii ndio swaumu. Sasa shekhe anasema sima, swaumu swaumu ni nini? Jimu anasema huwa al-imtinau, ni kujizuia anil akli kujizuia kula, wa shurbi, na kunywa, waljimai, na jimai, yani mke na mume wa harusi kukutana kimwili, wa kulli mufattirin Eh, na kila kinachofunguza mintului lfajiri, pale inapochomoza alfajiri, ila ghurubi shams jamii shamsi, ila ghurubi shamsi, mpaka litakapozama jua. Jamia ayyam shahr Ramadan, siku zote za mwezi, siku zote za mwezi wa Ramadhan. Wal imtina ni kujizuia, anil akli kujizuia kula, wa shumbi na kunywa, wal jimai na mtu kuingilia mkewe wa kulli mufattirin na kujizuia na kila kinachoweza kumfunguza mtu, hey. Kuna vitu unaweza vikakufanya swaumu yako iharibike, e, na hujala wala hujani kama vile dripu hey. Dribu inaweza ikamfunguza mtu, dribu ya chakula eh? Eh, unapewa hukumu kwamba umekula, hata kama hicho chakula kikupita mdomoni, lakini unapewa hukumu ya unapewa hukumu ya kula, sawa. Kwa hiyo wakuli mufatiri, na kila kinachoweza kukufutarisha min tului lfajiri pamoja, Shekhe angesema min tului lfajiri sadiqi, kwa sababu alfajiru fajrani, alfajiri ziko mbili, inayozuiliwa kula ni alfajiru sadiqi, ni alfajiri ya kweli. Tulishazungumza hapa alfajiri ya kweli na alfajiri ya uongo. Ila ghurubi shamsi, utaendelea kujizuia toka alfajiri ya kweli mpaka litakapozama jua. jamia ayami shahari ramadhana, sawa. Kwa ujumla wa siku zote za mwezi wa Ramadhani, hii ndio inaitwa swaumu. Kwa hiyo ni kujizuia kula, kunywa, kukutana kimwili. Sawa, eh, hey, kukutana kimwili au mtu kujitoa manii yeye mwenyewe, shahwa. Katika hadisi imekuja, taraka shahwatahu. Sawa, so anajitoa manii kwa kwa kubusu au kushika si tumeelewana? au masturbation wanasema watu he. Lakini mania akitoka kwa kulala, umelala au yametoka yenyewe tu, wewe una habari kama yanavyowatoka watu wanaokula mirungi wale, hiazu billah, wanajisia wenyewe watu wanakula mirungi, manii naweza ikatoka yeye mwenyewe, hana habari, hakuna aliyekula huko. Atuambie vizuri tupate ushahidi eh. Wanasema hivyo akitoka kwa mtindo huo, umelala umeamka mwakuto unamanii, saumu yako bado iko palipali. Kwa hiyo kula, kunywa, jimai kwa aina zote eh, jimai hata kama umevaa kondom, jimai ni jimai tu, itakuwa imekuharibia saumu. Allah tabaraka wa taala anasema wakulu washrabu hata yatabayana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min alfajri, thumma atimu siyama ila al-layli, eh, kuleni na kunyweni usiku wote sawa, mpaka inapochomoza al-fajr. Ikisho chomoza alfajiri alfajili, Mwenyezi Mungu anasema thumma atimu siyama, kuanzia hapo anzeni kutimiza saumu sawa, ila ila allaili, mpaka allaili. Hapa mashia wao hawafutari mapema, wanasema Mwenyezi Mungu asema mpaka uingie usiku eh, mpaka uingie. Wao mashia mpaka waone kiza ndio wanafutari Thumma atiu siyama ila laili. Sasa wao oh, wanafikiri laili dhulma, kile kiza aalamu. Ah, la, ni kitendo cha ghurubi shamsi, kitendo cha kuzama jua, kwa sababu oh, mtume ndio mfasiri wa Qur'an eh? Mtume ndio mfasiri wa Qur'an. Saa mtume anasemaje? La yazalu ummati ala alkhair ma ajalu alfitra, umma wangu hawatowacha kuwa kwenye kheri pale watakapofutari mapema. Na hadithi ile ya ijdah lana Mtume juisi. Mtume siku amefunga, anamwambia sahaba, lete juisi nia. Sahaba anamwambia amama kanaharu ya rasulullah, mbona naona bado jua bado lipo, mbona naona miale miale ya jua bado ipo ya rasulullah, naona nataka juisi na umefunga. Mtume anamwambia, anawambia ijdah lana, lete juisi, ijida laa hii yote ni kuonyesha kwamba ikiwa hakika kabisa wewe ulipojua limezama unatakiwa ufanye nini? Eh, unatakiwa uwe sasa. Na sisi tusiwe kama Mashia, eh, unasubiri kiza na wakajiona ndio uchamungu. mm -hmm. Kheri unaikosa ile kheri ambayo ametangaza Mtume kwamba uummati wangu hautoacha kuwa kwenye heri madhali wanafanya haraka bustani, satafkidu alkhairia, ile kheri itakupita eh, ile heri kheri nzuri itakupita. Kwa hiyo leo tunawaadhini, eh, almuadhinuna muhtamanuna fi hadhihi umma, wale waadhini ni wale waliotua dhamana ya umma huu kwayo. Kwa hiyo mwadhini wetu akikosea kuadhini, watu hawajatoka ndani, wakala kule ndani, analo yeye, watu wanasikiliza adhana tu eh. Kwa hiyo yeye akiadhini hakikishe kwamba hapa ninapoadhini, hapa jua limefanya nini? Limezama? kwa sababu hakuna hakuna ukiadhini mtu tena atanyanyua shinu aangalie jua. Yeye anaamini adhana yako tu. Kwa hiyo ukiadhini yeye anakuwa ukiadhini eh, yeye anakuwa eh. Na je, mtu anaweza kustari kabla ya adhana? Kabla ya adhana mtu akastari anaweza kusali mtu kabla ya adhana, ikiwa adhana ya pahala hapo inachelewa. Si tumeelewana e? umeshafika muda wa adhana e, muadhini ndo kabano na tumbo yuko chooni <laughs> kila tunavyosubiri aje, aje, jua limezama, takula tafanya nini e? tutakula lakini kama mwadhini yuko makini, tutamsubiri adhini, alafu sisi sisi tu, si alama, yajibu swaumu. Swaumu ni lazima kwa nani? Alama ni juu ya nani? yajibu swaumu. Swaumu inamlazimu nani? Analazimika kufunga ndo maana yake. Nani analazimika kufunga swaumu? ji jawabu anasema ala kulli muslimin, swaumu inamlazimu kila Mwislamu. Baalighin, aliyo baleghe, yaani aliyovuka aliyokwisha pevuka kama ni mwanaume miaka kumi na tano na kuendelea, sawa. Akili, lakini awe na akili timamu. Anaweza kuwa mwislamu lakini ajabaleve somo kwake sio lazima. Anaweza kuwa mwislamu amebaleve lakini akili hana, kwake soumu sio lazima. Kwa hiyo ala kulli muslim Swaumu so, ni lazima juu ya kila Muislamu bale, aliye bale akili, mwenye akili qadirin na alaihi mwenye uwezo wa kufunga yani ana, ana nguvu za kufunga. Anaweza kuwa ni Muislamu amebale ana akili lakini mgonjwa, la, mgonjwa anaweza kufunga kadiri awe ana uwezo wa kustahimili kiu na njaa kuanzia alfajiri ya kweli mpaka jua la kufanya nini, inapozaa eh, uh, Tukasema kadirin hii haimpi fursa mroho sisi tumeelewa mm -hmm. fursa mtu mroho kwamba sasa kapita nyumbani kaona kipoo ki cha ubwabwa akipiga jicho sasa hiki, ah, sasa huyu mroho tu sasa e, sheria iwabebi watu wa roho. Kadirin mtu mwenye uwezo wa kufunga, siku hizi hata watoto wanafunga, watoto wadogo tu wanafunga, atashinda mtu mzima a sikuhizi <coughs> masaa yanakimbia sana e, masaa yanakimbia kwelikweli. Miaka thelathini nyuma huko ilikuwa watu wakifunga somu, ukiwakuta huu msikitini ile adzuhuri watu wameweza kuswali, unaona watu wamelala, huu takiwa wamepigwa risasi e? Somu ilivyokuwa kali, jua halendi lakini siku hizi ukiamka, ah, okay, alfajiri, yani jua linachelewa kufika hapa, ukisha swali ya dhuhuri tu ukitamani, unaweza ukachelewa hata kufutari nyumbani, kama jua litakuzamia wewe uko njiani, bado hujafika nyumbani eh, lakini nakwambia, miaka hiyo wewe unasali alasiri na kimbembe unakiona jua kuzama, alizami aliendi eh, aiendi linaenda taratibu, lakini kadiri zama zinazokwenda ndio na ukubwa wa siku unapungua. Ukubwa wa siku, ukubwa wa siku napungua. Kwa hiyo lazima somo, inamlazimu ala kulli muslimin balighin aqilin qadirin alayhi, juu ya kila muislamu bale, aliyekisha bale Aqili, mwenye akili timamu. Qadiri mwenye uwezo wa kufunga qadiri alaihi, ambaye anaweza kufunga. Tahirin awe mwenye tahara min alhayd wa nifasi, hii inawahusu wanawake. Kama ni mwanamke asiwe na hedhi wala nifasi. mwanamke akiwa na hedhi na nifasi la tajibu alaihi saumu wakati huo, alaiha saumu wakati huo. Saumu haimwajibikii mwanamke akiwa na hedhi au nifasi, katika zile siku za hedhi au zile siku za nifasi. La tajibu alaiha saumu, saumu sio lazima kwake. Si. Kam furudhu swaumu, nguzo za swaumu ni ngapi? Au faradi za swaumu ni ngapi? Fardu wa rukunu kwenye fiqhi ni sawa tu, akisema furudhu au arkan ni sawa. Anasema ji farudani anasema nguzo ziko mbili, au faradhi za saumu ni mbili. Za swala tulisema ziko ngapi, kumi na ngapi, eh? kumi na nne sawa. Lakini za saumu ni ngapi? Mbili eh, anasema al awalu nia fi kulli lailati min Ramadhana anasema faradhi ya kwanza na nguzo ya kwanza ni nia ya kila usiku wa ramadhani kila usiku wa ramadhani nafikiri ndio hii ni kauli ya jamhuri kwamba kila siku mtu ana kila usiku mtu anatia nia kwa sababu ibada ya saumu kila siku ni mustakila kila siku inajitegemea, sawa. Unaingia na nia ya jumla maanake, mwezi ukiandama, kila mtu ana nia ya jumla. Mwenyezi Mungu akimpa afya na uzima, afunge mwezi afunge, eh, mwezi mzima. Lakini ibada ya swaumu inaanza alfajiri ya kweli, inaishia likizama. Ibada ina. ina. ya siku hiyo imefanya nini? Imeisha. Sawa eh, na hadithi la siyama liman lam yubayit niyya min al-layl, minaleil, hana funga yule ambaye hakulala na nia usiku. Sawa, isipokuwa Abu Hanifa. Abu Hanifa ye anasema ukinuia ile mwanzo inatosha tu, siku ya kwanza tu ukanuia kwamba mimi nimenuia kufunga siku zote inakutosha. inatosha lakini uh, saumu ni mustakila bikuli yaumu, ila ibada ya siku inajitegemea yenyewe na inahitaji mia. Lakini atakayechukua kauli ya Abu Hanifa, aka akanuia moja kwa moja, hakuna aliyesema kwamba saumu yake ni batili. Kwa hiyo nguzo ya kwanza ni nia ya kila siku. Ndio maana tunaona wazee wetu zamani walikuwa wanakuja kusali tarawih na isha ili wanuizwe, lakini kunuizwa huku kulikuwa ni makosa, kwa sababu nia, mtu hanuilizwi, mtu hanuilizwi ibada. Sasa huyu mzee unamnuiza kufunga, mbona swala ina nia hujamnuiza? swala inaniahii ina mbona hujamnuiza kwenye swala? Yaani kukoga janaba kule, anajua kunuia swala, anajua kunuia kukoga hedhi, anajua kunuia swaumu ndo ajui, mpaka unuize hii? Haiwezekani. Ay, mtu kama ajui, mfundishe tu, lakini hadha kana mablaguhum minalimu, hivi ndivyo alivyopokea hivi ndivyo walivyopokea wazee wetu na wakaendeleza hivyo hivyo. Lakini mambo haya alhamdulillah yamesemwa yameisha, na hakuna mtu anaenuizwa tena leo, labda wachache kwenye misikiti michache sana, kama ipo. Kwa sababu nia ni kuazimia, yaani wewe mpaka unaamka usiku unakula daku Ujajua tu unataka kufanya nini kesho, basi we utakuwa umeghafilika. Ile daku ni nia tosha, we unakula daku, nia yako pa ile daku likupe nguvu ya kufunga. Sasa unataka nia gani? Hakuna ha, tena nia nyingine zaidi ya hiyo, hakuna nia nyingine zaidi ya hiyo. Na inapendeza mtu atie nia wakati kamaliza shughuli zake za kula, esha kula, shafanya kila kitu e, metia nia huli tena mpaka jua linafanya nini, mpaka jua linazama. Faradhi apili, ya pili, shekhi anasema alimsaku anil mufattirati, ni kujizuia na vitu vyote vinavyofungulisha Thani al imsaku ani lmufatirati ni kujizuia na kufanya vitu vyote ambavyo vitakufutarisha, yani vitaharibu saumu yako kabla jua halijazama. Kufanya vitu hapa katikati vitakavyoharibu saumu, ujizuie usivifanye ili